Anta Marco Polo iliwabeba mabingwa wa kihistoria wa ligi ya kandanda Tanzania Bara, wananchi Young Africa wanawasili katika uwanja wa KMC tayari, kwenye mbilinge mbilinge za ligi kusoka Tanzania Bara, kwenye zile mechi zao kadhaa zilizosalia. Leo wako vitani dhidi ya wauaji wa kusini Namungo Football Club ambao wenyewe tayari wamekwisha kuwasili. Sasa ni zamu ya mabingwa wa kihistoria wa, wa ligi ya kandanda Tanzania Bara Young Africa, kama ambavyo unashuhudia hivyo wakiwa wanawasili katika dimba la kom, uh, KMC complex hapa Mwenge jijini Dar es Salaam. Hivi ndivyo ambavyo namna ambavyo Young Africa wanawasili katika dimba hili la KMC, kama ambavyo unashuhudia hivyo, godi Yanga akiwa anaipigia saluti nembo ya Young Africa baada ya kushuhudia pale ikiwa napita, anaipigia saluti nembo ya Young Africa kama ambavyo unashuhudia ndivyo ambavyo tayari wamekwisha kuwasili wanajiandaa na mchezo unataraji kuanza majira ya saa kumi za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Bana, saluti ile ilikuwa na maana gani? Ah, we nembo kubwa ile. Eh? Nembo kubwa barani Afrika. Nembo kubwa ikipita e, eh? Kwa heshima na taadhima. Eh, unapaswa watu wote kupiga saluti. Saluti. Eh, nini kipita unapiga saluti? Ukiona nembo ya klabu ya Yanga inapita. Mm. Mm. haswa kubwa kama ile kwenye basi kubwa la klabu ya Yanga Mm. Unapaswa kupiga saluti popote ulipo. Okay? Eh. Ilivyopita kwa heshima na taadhima e. Mimi bidi niipigie saluti baada e, ya kuiona nembo ya Yanga mekuja uwanjani. Mekuja uwanjani, lakini tuna taarifa nzito kweli kweli hapa uwanjani. Ya nini tena e? Kuna mpango mkakati Eh. Mpango mkakati. Mkakati. E. Ambao umesukwa e, e, na baadhi ya watu wachache kutoka kwenye chombo cha mpira nchini Tanzania e. Yanga leo atengenezewe mazingira apoteze mechi sio hii tu eh, kati ya mechi zake tatu zilizobakia eh, mechi zake tatu zilizobakia si nne zimetolewa kwenye kalenda na niliu kwenye kalenda ya bodi ya ligi, zimebaki nne sisi tu